Kuna baadhi ya wafanyabiashara wa spare za magari wanafanya makosa mengi wakati wanaanzisha biashara. Unapofanya makosa mengi wakati wa kuanzisha biashara ya duka la spare, matokeo yake ni biashara kuyumba na hata wakati mwingine kufilisika. Video hii inaeleza jinsi ya kuepuka kufanya makosa kumi na mbili wakati wa kuanzisha biashara ya duka la spare. Kama unataka kuanzisha duka la spare lenye mafanikio epuka kufanya makosa kumi na mbili yafuatayo. Kwanza, kukosa kuchagua sehemu nzuri ya kufanya biashara ya spare. Usifanye kosa la kuanzisha biashara ya spare sehemu isiyokuwa na mvuto kwa wateja. Hakikisha kuwa unapata sehemu nzuri ya kufanya biashara ambapo kuna wateja wengi wa spare za magari. Mbili. Kutochagua kundi la wateja wa spare za magari. Usianzishe biashara kabla ya kufanya uchaguzi sahihi wa kundi la wateja wa spare za magari. Fanya uamuzi, fanya uamuzi, fanya uamuzi ni wateja gani unataka kuwahudumia, kama ni wa kipato cha chini, kipato cha kati au hata wa kipato cha juu. Tatu. Kutofahamu mahitaji ya wateja wa spare za magari. Usianzishe biashara bila kufahamu mahitaji ya wateja wa spare za magari. Fanya mahojiano na wateja kufahamu aina ya spare za magari wanazopenda, bei za spare ambazo zinawavutia, na muda wa kutoa huduma kwenye duka la spare kama vile wanavyopenda wateja. Nne. kutokuwa na spare za kutosha. Usianzishe biashara ya spare ambapo duka lako linakuwa lina lina idadi ndogo za spare wanazopenda wateja. Hakikisha kuwa usiwe na spare nyingi kuliko mahitaji ya wateja, kwa sababu hii ni kwa ni gharama kwa mtaji wako, lakini pia zisiwe spare chache kuliko mahitaji ya wateja, kwa sababu uta, utaudhi wateja. Tano, kutofanya makisio ya mtaji wa biashara ya spare. Usianzishe biashara ya spare bila kufanya makisio ya mtaji wa biashara. Kwenye hayo makisio ya mtaji wa biashara, kuna gharama za kuanzisha biashara, kuna gharama za kununua spare na kuna gharama za kuendesha biashara kwa ujumla. Sita, kutokuwa na hamasa ya kutaka kufanikiwa katika biashara ya spare. Usianzishe biashara ya spare bila ya kuwa na dira ya biashara yako, lakini pia dhamira ya biashara yako. Haya mambo mawili ndio atakayokupa hamasa ya kutaka kufanikiwa katika biashara ya spare za magari. Saba, kutofahamu mahali ambapo utapata spare nzuri za, za magari. Usianzishe biashara ya spare kabla ya kupata muuzaji wa spare wa jumla ambaye atakupa spare ambazo ni bora lakini pia bei zake ni nafuu na kukidhi matakwa ya wateja. Nane, kutoweka vivutio kwa vya wateja wa duka la spare. Hakikisha sehemu ya kufanya biashara ya duka la spare panavutia wateja. Kuweka vivutio kama vile music, kuweka matangazo ya televisheni na kadhalika. Tisa, kutoajiri wafanyakazi ambao wana sifa ambazo zinastahili. Hakikisha wafanyakazi unaoajiri wanatoa huduma nzuri kwa wateja na wako nadhifu na wanapendeza kutokana na mavazi wanayovaa na kadhalika. Pia wafanyakazi wao wachangamfu kwa wateja. Kumi. Kutokuwa kuto kupanga bei za spare zenye mvuto kwa wateja. Hakikisha bei za spare unazopanga zinavutia wateja, zisio za chini sana kufanya biashara yako iweze ku, i, kupata hasara, lakini pia zisio za juu mno kufanya wateja washindwe kuzimudu na hivyo kukukimbia. Kumi na moja. Kutotengeneza business plani ya biashara ya spare. Ni muhimu utengeneze business plani kwa sababu business plan itakuwa kama ni mwongozo wa jinsi ya kuianzisha hiyo biashara yako ya spare. Bila kuwa na business plan itakuwa ni kama unafanya mambo kwa kubahatisha. Kumi na mbili. Kutoweka utaratibu wa kutengeneza hesabu za biashara. Hakikisha unaweka utaratibu mzuri wa kutengeneza hesabu za biashara, kwa sababu hesabu za biashara zitasaidia kuonyesha kama biashara yako inapata faida au inapata hasara. Tumefika mwisho wa video hii ambapo nimeelezea jinsi ya kuepuka makosa kumi na mbili unapoanzisha biashara ya spare za magari. Naomba msubscribe huduma zetu ili msipitwe na video zinazotolewa na Tani Business Channel. Klasiko, asante na karibu tena.